Lango jina, naitwa MC Mwaka. Karibu ni kujuze historia ya chama cha mapinduzi CCM, chama ambacho tunakishuhudia hii leo kwa makubwa yake. Chama cha Mapinduzi CCM kilianzishwa tarehe tano Februari ya mwaka 1977 kutokana na muunganiko wa vyama viwili ambavyo ni chama cha tano kilichokuwa Tanganyika, maana yake kikiwa ni Tanganyika African National Union na chama cha ASP kilichokuwa kikitawala Zanzibar, Afro Shirazi Party. Vyama hivi viwili vilikuwa vikitawala pande mbili, yaani bara na visiwani. Hivyo kuungana kwake kulilenga kudumisha umoja wa kitaifa na kuimarisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Rais wa kwanza wa CCM alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye pia alikuwa baba wa Taifa. Chama kiliendeleza siasa za ujamaa na kujitegemea kikiweka msisitizo kwenye usawa haki na maendeleo ya watu. Mwaka 1992 Tanzania iliruhusu mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa, lakini chama cha Mapinduzi CCM kiliendelea kushika hatamu za uongozi kutokana na historia yake, mtandao mpana na ufuasi mkubwa miongoni mwa Watanzania. Hadi leo CCM ndio chama tawala nchini Tanzania, kikiwa na kauli mbiu yake mashuhuri Umoja, amani na maendeleo. Hivi leo tunamshuhudia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan akiendelea kupeperusha bendera kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wa chama hicho. Langu jina anaitwa MC Mwaka. Hii ni kwa ufupi tu kuhusiana na historia ya Chama cha Mapinduzi. Wakati ujao nitakujuza makubwa usiyoyajua kuhusu Chama cha Mapinduzi.